Baisikeli? babakona kuna fungu. nafunguu lakini mimi, usiguze ket nione? uone lakini nipe nifikishe pale. Hapana. hapananakuletea wewe nilikwambia sitakuwa nacheza na wewe. wewekababa ni mbaya. Mimi, mimi nitakuwa nacheza na, na, na stei wewe munacheza na sege? Ah, si sege yako na sante. Eda mkacheza mpira na sege? Nipe tu, si nafikisha hapa kababa na kulimatea. Hapana, mimi sikupei. Ketu watakunizubua. Si wache nifike hapa. Mimi watakunizubua mimi. Tastaki. Na ujue Mungu anakuona. Kwani wewe hakuoni? Mungu anakuona. Mungu anakuona. Kwani wewe hakuoni? Na ujue sante tuko church na umekataa kunipea. Ah, mimi mimi nitaenda yudi, nitaenda sade school. Mata, toka hapa. Okay, vizuri, wacha kwanza. Hmm, na mimi kitaniona kimeninyima baiskeli na nakipea pilipili, ndakiambia ni matunda ya matunda <laughs> Kababa taniona hapa nitajegea kwanza, wacha niweke mawe Halafu hiyo hiyo igina nitakuja, sijakuonyesha ah. <laughs> Ah, nini? Hizi zinaitwa matunda ya Yesu. Ati matunda ya Yesu e? ni tamu, ukikula unakuwa mkubwa. Nakua mkubwa, ni mzuri. mimi nikikula nyima baiskeli tena, mimi nikikua mkubwa baiskeli. mm. uh-huh. Ah, imefugiwa na mama, si mama? mimi nikikula nitakuwa mkubwa e? Utakuwa mkubwa, utoshane kama mimi wewe ni kadogo, mimi sitaki kutoshana kama wewe, hapana eh. Basi utapata baba. Ati baba eh, baba mwingine, mwingine. Atakuwa naniletea manini, Maringos, yogurt. Ataleta hadi. Ataniletea hadi yogurt. Zote. Na aniletea Maringos. Eh. Aniletea, anipee mabati, mm, mabati mingi, hebu kula <laughs>